Ndugu zangu katika Kristo, karibuni. Tuendelee na tafakari yetu hii katika kipindi hiki ambacho, basi, leo tutamalizia njia nyingine. Kwa mtu kama alikuwa anafuatilia, hii ni kama njia ya kumi ya kuwa na roho ya msamaha au roho ya kuachilia e, ambayo tunatafakari leo katika siku hii. Naomba wengi e, mzidi kulike kushare na kualika wengine wazidi kupata baraka katika aya tunayoendelea nayo kwa tafakari leo. Njia mojawapo ya kuwa na roho ya msamaha ni acha Mungu awe mponyaji wako. Acha Mungu awe mponyaji wako. Ukisoma Zaburi ile ya ishirini na mbili inasema mambo mengi sana na inazungumzia makubwa sana ambayo Mungu anaweza akafanya kwa wale ambao wamezungukwa na maadui, wale ambao wamezungukwa na majeraha makubwa. Inasema, inamkiri kwamba, inasema akianza aya ya tisa, na wewe ndiye uliyenitoa tumboni, ulinitumainisha matitini mama yangu, kwako nitalipwa tangu tumboni toka tumboni mama yangu ndiwe Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu i karibu, kwa maana hakuna msaidizi. Mafahali wengi wamenizunguka, walio hodari wa Bashani wamenisonga. Wananifumbulia vinywa vyao, kama simba putaye na kunguruma. Nimwagika kama maji, mipa yangu yote imeteguka, moyo wangu umekuwa kama nta nguvu zangu zimekauka kama kigae, ulimi wangu waambatana na taya langu, unaniweka katika mawimbi ya mauti. Kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Wao wanitazama na kukodolea macho, wanagawana nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Nawe Bwana usiwe mbali Ewe, nguvu zangu fanya haraka kunisaidia. Uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa. Kinywani mwa simba uniokoe, naam, toka pembe za nyati umenijibu. Ndugu zangu katika Kristo, ukisoma zaburi hii utagundua kabisa kwamba Daudi anajiachia mikononi mwa Mungu anajiweka mikononi mwa Mungu katika yale ambayo anayapitia, yale ambayo yanamsibu, yale ambayo yako ndani ya moyo wake. Wakati mwingine wengi tumetumia njia za kibinadamu sana kutaka kujiponya. Tumetumia hasira, chuki, visasi, kununiana, kuombeana mabaya, uhasama ambao mwisho wa siku sio tiba wala nini Leo naomba nikwambie kitu samei, na mwachie Mungu, mwachie Mungu yote kwa moyo wako mmoja. Kibinadamu hatuwezi hatuwezi kila kitu, ndio maana Daudi alililia Mungu. Nawe mwachie Mungu wakati mwingine, yeye ndiye anayejua yote unayoyapitia, yeye ndiye anayejua sababu ya yale unayoyapitia. Hebu mlilie yeye, hebu ongea naye. Na usikia anasema nini. Wakati mwingine tunapitia matatizo kwa sababu ya mazuri ambayo yako mbele ya matatizo yale. Kwa akili zetu tunaweza tukaona ni matatizo na ni magumu, lakini mbele ya Mungu, kumbe ni njia ya kutufikisha kule ambako anataka. Tunaweza tukabeba watu moyoni, kumbe wale watu Mungu aliwatumia kutufanyia, kufanyia au maajabu yake au makuu yake yaweze kuonekana. Kumbuka moyo wa farao alivyokuwa mgumu dhidi ya wana wa Israeli kumbuka yote waliyoyapitia, lakini kumbe Mungu alikuwa anataka kuonyesha maajabu na mkono wake, ili wana wa Israeli wasisahau. Hata watakapokutana na magumu kiasi gani, watakumbuka kwamba walitendewa vile mbele ya Farao. Hapa Mungu atafanya makubwa. Kumbuka jinsi Daudi alipokutana na Goliati. Kipi kilimpa nguvu? Alikumbuka Mungu aliyekuwa naye wakati akipigana na dubu na mbwa mwitu kule msituni wale mbwa mwitu na dubu wangeonekana kama mapingamizi, kumbe walikuwa wanamjenga ndani mwake, walikuwa wanajenga roho ya kumwamini Mungu katika magumu ambayo atakuta nayo mbele. Alipokutana na Goliati watu walishangaa, alisimama imara, kumbe wakati mwingine tutapitia ya magumu yanatujenga. Kumbuka safari ya Musa, utaona kabisa kumbe alipitia hayo ili Mungu amjenge, sio yeye tu. Kumbuka safari ya Yusufu, alipitia hayo yote na alilia, na ndugu zake alisema, mkufanya hivi nini? Bali ni Mungu aliwatumia, ile sura ya 45 aliwatumia ili haya yaweze kutokea, ili niweze kuwakomboa. Kwa hiyo naomba nikuombe, wakati mwingine tunapitia haya, Mungu anatutengeneza hivyo. Mwachie Mungu, jiweke mikononi mwa Mungu, omba Mungu akupe imani ukisoma ile Injili ya Luka sura kumi na saba aya tano, Bwana tuongezee imani. Kwa nguvu zetu hatuwezi, kwa akili zetu hatuwezi. Tunahitaji akili ya, ya Kimungu ili tuweze kutambua haya yote tunayoyapitia. Jiachie mikononi mwake. Mungu anataka kupa wewe roho mpya ya kwanza baada ya kusamehe. Mungu anataka kupa wewe nguvu mpya ya kwanza baada ya kujiachia mikononi mwake Jiachie kwake, na soma maandiko matakatifu, soma historia za watakatifu, soma historia za watu waliopitia kama wewe. Nilisema siku moja hapo, hebu muangalie mtakatifu Yosefina Magdalena Fortunata Bakita. Aliulizwa, je, ungekutana na wale waliokufunga minyororo, ungekutana na wale waliokupiga na kujeruhi hivi, ungefanya nini? Akasema huyu mtakatifu, mbele ya Mungu, ningepiga magoti na kubusu mikono yao iliyoshika mijeredi. Mbele ya Mungu, ningebusu miguu yao iliyoninyanyasa na kunitesa usiku na mchana. Kumbe kwa wao yalionekana ni mateso, ila mbele ya Mungu walikuwa wananileta hapa niweze kuwa mtakatifu na nimtangaze Kristo katika maisha yao. Kwa hiyo, ndugu yangu, naomba Wakati mwingine mwachie Mungu, wakati mwingine jiweke mbele ya Mungu na wacha Mungu aonekane wa na atende. Soma ile Mithali sura ya nne aya ya ishirini na tatu itakusaidia sana. Msamaha ni kuamua na kuomba baraka za Mungu ziongezeke katika safari yako ya maisha. Kusamehe ni sawa na kufungulia mfungwa wa pingu bila kujua kwamba mfungwa mwenyewe ni wewe, alisema Bwana Lewis Smedes, mwandishi mkubwa na mhubiri mkubwa huko nchini Uingereza. Anatufundisha kwamba unavyojiachia wewe ndio unapata neema zaidi. Unapokuwa na roho ya kuachia, wewe ndio unapata baraka zaidi. Ni kufungua mfungwa bila kuelewa kwamba mfungwa mwenyewe ni wewe. Mwache Mungu, mwachie Mungu, na wewe utaona baraka za Mungu katika safari yako ya maisha. Nikuombe leo, ndugu yangu, na tunapomalizia aya yote haya, ufanye maamuzi makubwa, uongee na nafsi yako, useme nataka kuwa huru. Ukae peke yako, useme nataka kuwa huru nataka kuwa huru. Maisha yana mengi sana, maisha yana vitu vingi sana, maisha yana changamoto nyingi sana, maisha yana historia ndefu sana. Tutakutana na mengi sana, aya ni madogo sana ambayo tunakutana nayo. Na tuombe sana neema, naomba nikuombe, omba sana neema. Hebu anza upya, anza upya na wewe uone furaha ambayo umekuwa ukiitamani bila wewe kujua. Uone amani ndani ya moyo wako, uone tabasamu tena jipya ndani ya nafsi yako. Nawe si amini, usiamini, siku moja utakaa mbele ya Mungu, siku moja utaweleza rafiki zako kwamba ni katika kipindi hiki cha Kwaresima nilipata baraka na neema, na kuanzia hapo nimekuwa mtu wa kuachia na mtu wa kusamehe, na nimeonja baraka za kusamehe. Nawe utakuwa balozi mkubwa sana vaa msamaha katika maisha yako. Mungu akubariki sasa na milele. Amina.